Kwa sababu alisema hivi, yeye amekuwa anafika shuleni katika alipotoa maelezo, maana arudi shuleni, ikaonekana kwamba wewe wewe, mwanamke, haiwezekani hili jambo atakuwa anasimamia mtoto wa kiume. Oh, nani? You. taa oh, um, baba mtoto wa kiumean a mtto yako anaweza akasema hivi, em, kama ingekuwa ni hivyo basi watoto wadogo msinge nywele ana na. Jina litatumika la babake. Eh, Kama ubini kisa babake kafa, unampeleka mtoto ah, yani mkwule, mkwule. Baba hata akifariki akifariki, mtoto ajazaliwa eh. Mimba ina wiki mtoto ataitwa jina lile lile, labda labda labda kuna walakini, ndio maana kuna kuna, kuna watoto wengine unasikia ah. Anaitwa Dula Amina, hiyo ni kawaida, yapo yapo, mtu anaitwa ubini. Mpusijua, nini, nini upitie ustawi wa jamii nini na yule tangu so, na mfano, mfano. Mfano. Mimba naenda kliniki naandikisha, mwenye mimba mimi jina langu, baba wa mimba naandika mwenye jina langu. Wao wanakuuliza wewe, unaandika wewe mwenyewe, babake kuwapia hii mimba lazima kwa mfano mimi, mimi kama leo lazima nikuoje wewe. Unaandika wewe, bini wako mwenye mimba yuko wapi? Sawa, amekufa. Sawa, anaitwa nani? Simjui, amekufa. Hata kama umjui utakuta kutibiwa kume wewe una sasa. Subiri mzee, anayetibiwa ni jina ama mtoto ni mtoto lakini, lazima utoe maelekezo mazuri, sababu huyo mtoto. Sasa mtoto jina la ovyo, unadhania unadhania mtoto analelewa kwa jina la mama tu au baba tu? Sasa lazima atakuwa na upande kwa mama, ana upande kwa baba, ndio ueleweki. Wewe unajuaje kama ueleweki? kwa mfano huo, si mfano mzee, huo ni mfano change ya shilingi ngapi? Umeona sasa? Taaruki. Ah, buku ipo. Ipo umo. Buku ipo. Ah, angalia chenchi hapo kwenye nani kipochi, kipochi kile cha hela kile. Kile kimkoba kile. Kile kimkoba cheusi taratibu, simu zangu. Ah, sasa kimsingi ambacho mimi nakiona, Eh. Ambacho mimi nakiona. Ndio. Nasikia. Ndio. Ni kulikuwa makini.

Mimi nachosema haiwezekani, wewe yaani, yani, wewe mtoto wa kike unapokuwa ni mja mzito, alafu ndio hospitali unaojua daktari, hii mimba ya nani, unasema kwamba eti ah, mimi mimba bwana, mimi ni yakongo. Mimi mwenyewe umejipa wewe mwenyewe sababu. Nitoe mfano kwa wale ambao wanatokeaga wana baa kwa, je unaweza kumta jina la nani? Afadhali hata <laughs> wewe unakuwa na vielelezo wewe. Sasa kama wewe kielelezo sana, ati bwana, mimi hajulikani. Kwa hiyo inamaanisha kwamba jina liko hili, aah, itaalumu <polarization> subiri kwanza, subiri maanake, hapa swala linakuja ni nini? Mtu kuwa na mimba, kuwa na mimba isiokuwa na baba, na na vipi? Yaani ule mtoto ataenda kwenye ubini gani? Sijui, tumeelewana? Mimi kimfano, mimi nasemaje, mtoto mtoto anahitaji ubini, ubimi ubi, ubi. ubini ubini ili asurvive, sawa sawasawa Kokote itakavyokuwa, mi naona kiupande wa wangu. Mimi naona ni sahihi. Hapana, sio sahihi. kwa, kwa nini? Kila familia au kila mtoto lazima anakolake, na kuna kola pande mbili tamiaka <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Aa, maisha ni popote. Kwa hiyo nyie mnataka mvunje utamaduni, si ndiyo? maana yaktaae, mnataka mvune utamaduni wa asili ya Kitanzania, maana yake nyie mnateza utamaduni, mna, mna utamaduni wenu si ndiyo? Ah, baba, nikuulize swali kwa mfano. Yule sasa anakuta mtu amebebeshwa mimba alafu anamfuata mwanaume anakataa ili kuamua kufuta ule ukoo asijue baba yake anabadilisha jina la dijita jina mama yake, mfano anamuita ana Johari. Sio sahihi. Kwa nini? Ehe, sio sahihi kwa sababu hata kama mtu amekataa mimba lakini wewe unasibitisha ndo mwenye mimba, cha msingi wee, usikataefata utaratibu wa kisheria. Kwani wangapi mzee, kwenye kwenye sheria, weye he Nchini kwetu Tanzania tunaishi kwa misingi gani? Sina misingi ya kisheria. Eh, misingi ya sheria ndio. Misingi ya sheria. Sasa kwa nini tunashindwa kufuata misingi ya sheria? Unakubali ah, kufuata sheria wewe mwenyewe?

mtoto mto wako pia. Ah, kuna taratibu zake yaani, kama umefunga ndoa mfano, lazima mtoto ana ubini wa ukoo alikozaliwa. Kama ngoja, sheria iko hivi, kama labda umezalia nyumbani kwanza. Mimi nataka miinataa tisemea la kidini hilo, tuwachie wasomi hapa. Ni taruki hamna cha dini wala nini, maana hapa taruki. Eh, hapa tusidanganyane, ni mambo ya dini tunadanganyana, elimu hatuna. Eh, eh, kubaliane. Eh. Kau, ah, Hey. Hey. Kwa sababu huyu kaongea hajatoa haya, wewe unajibu hujatoa haya, kwa hiyo eh. Sisi, sisi tujibu kutokana na mazingira yetu ya mtaani, yaani jambo likisha kukuta sasa wewe sasa hujasoma hiyo dini, jambo ndio limesha kukuta Weka mfano. Mfano. Mfano. Katoka mtaa ule Ndiyo. Anakuja mtahuu, ndiyo, bambalika namba moja. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo kilichotokea Amemjalia Mungu kazaa mapacha ndio, lakini akipambaniwa na wananzengo ndiyo na ndiyo. Ndiyo, lakini katika kumpigania, umempigania umempigania mpaka amefikia tu, Mungu amemsaidia mwisho wa mm, siku huyo huyo baadaye ya kuhudumia watoto wake mapacha mm, Mungu amemjalia mm, ile hela ambayo amekirimiwa na, na wadau, anachukua an, na kwenda prokwani kwenda kunywa bia. Unarudi pale pale wewe, unajifunga yule mwanamke sika safirisho kasafirishwa baada ya taaruki. okay. Ah, ah, okay. Haya, wale watoto kule wanakuwa kwenye makuzi gani? watoto watakuwa kwa upande wa mama yao. Uh -huh. mama yao. Lakini ubini tabaki kuwa pale pale kwamba ni watoto wa fulani, lakini kakimbia malezi uh -huh. kwao ni baba wa hovyo, yani mimi nawafuta, ubini <laughs> Kwani subiri, wale, wale wana vyeti vya kuzaliwa. Tangazo, tangazo mtu kajifungulia nyumbani, tangazo analipata wapi, wanalitoa wapi? Taruki, shazua taruki. Ah, basi, chakala, chakala basi. Ah, basi. Kunywa piga soda. Piga yeah, soda, piga soda. Unaona?